Habari, kumekuwa na changamoto kwa watu wengi pale wanapofikia maamuzi ya kujiunga na chuo kikuu. Katika muktadha wa Tanzania, kuchagua kozi za chuo kikuu ni hatua muhimu kwa maisha yako ya baadaye. Hapa chini nimeorodhesha mambo kumi ya kuzingatia katika mchakato mzima wa kuchagua kozi ya kusoma chuo kikuu. Moja: maslahi na hamasa. Kabla ya kuchagua kozi, ni muhimu kuwa na uelewa wa kina kuhusu maslahi yako binafsi chagua kozi inayokufaa na inayo na kile unachopenda kufanya. Hii itakufanya ujivunie na kufurahia masomo yako. mbili, mahitaji ya masomo na uwezo wako. Ni vyema uangalie sifa zako za kielimu na uwezo wako katika masomo fulani. Kozi nyingi zina vigezo vya kujiunga kama vile alama za ufaulu kidatu cha sita na kidatu cha nne. Hivyo hakikisha una uwezo wa kufikia vigezo vinavyotakiwa. Huwezi kuchagua kozi ambayo ipo chini ya ufaulu kulingana na matakwa ya ufaulu wa kozi husika. Tatu, fursa za ajira na soko la kazi. Tanzania imekuwa na mabadiliko makubwa katika sekta mbalimbali mbali. Ni muhimu kuchagua kozi inayokupa fursa za ajira na kujiajiri mwenyewe kwa urahisi. Angalia kozi zinazohusiana na sekta zinazokuwa kama vile teknolojia, afya, nishati, madini, biashara na kilimo. Sekta hizi zinatoa nafasi nzuri sana za ajira kwa vijana nchini Tanzania. Gharama za masomo na mikopo. Gharama za masomo ni jambo la kuzingatia, hasa kwa familia nyingi nchini Tanzania. Angalia chaguzi za mikopo ya elimu kutoka serikalini kama vile Heslep au taasisi binafsi. Pia tafuta ufadhili na scholarships zinazopatikana kwa ajili ya wanafunzi wa Tanzania. Jambo la tano ni mazingira ya chuo na mahali kilipo. Hii ni muhimu kwa sababu mazingira ya kujifunzia yana athari kubwa kwa mafanikio yako. Ni vyema ukachagua chuo kikuu kinachozunguka na mazingira bora kwa kujifunza na pia angalia ni wapi chuo kinapatikana. Kama kiko mbali na nyumbani, fikiria maamuzi kuhusu usafiri na gharama za maisha. Jambo la sita ni ubora wa chuo kikuu. Tanzania ina vyuo vikuu vingi lakini si vyote vina ubora sawa. Angalia vyuo vinavyotambulika na vyenye sifa nzuri kama vile chuo kikuu cha Dar es Salaam Chuo kikuu cha Ardhi, chuo kikuu cha Mbeya, chuo kikuu cha Dodoma na vinginevyo. Vyuo hivi vina fursa nyingi na umahiri wa wahitimu wao kwenye soko la ajira. Jambo la saba ni mabadiliko ya teknolojia na ujio wa viwanda. Sekta ya viwanda na teknolojia inazidi kukua nchini Tanzania, hivyo kozi zinazohusiana na masuala ya uhandisi, sayansi ya kompyuta na IT ni muhimu. Kozi hizi zitakusaidia kuwa na ujuzi unaohitajika na soko la ajira linalobadilika haraka. Jambo la nane ni mikakati ya kukuza biashara au ujasiriamali. Ikiwa unajali kuwa mjasiriamali, kozi zinazohusiana na biashara, uongozi na usimamizi wa miradi ni muhimu sana. Hizi zitakusaidia kuwa na ujuzi wa kuanzisha na kuendesha biashara yako mwenyewe. Jambo la tisa, huunganisha na sekta zinazohusiana. Nchini Tanzania ni muhimu kuwa na mtandao wa wataalamu. Hivyo, kozi zinazotolewa na vyuo vikuu vinavyoshirikiana na sekta mbalimbali zitakupa nafasi ya kufanya internships au kazi za muda ambazo zitakusaidia kujenga mtandao wako wa kitaalamu. Jambo la kumi ni shughuli za kijamii na mazingira ya chuo. Angalia kama chuo kikuu unachochagua kinatoa shughuli za kijamii na michezo zinazokusaidia kuendeleza ufanisi wako wa kijamii na kimwili. Hii ni muhimu kwa ustawi wako wa kiakili na kimwili. Kwa kumalizia, ni muhimu kuchukua muda kutafakari, kufanya utafiti wa kina na kusikiliza ushauri kutoka kwa watu walioko kwenye sekta unayopenda kusoma. Kuchagua kozi sahihi nchini Tanzania kunaweza kukusaidia sana katika maisha yako ya sasa na ya baadaye. Asante.